yako na karibu <coughs> darasani. Mimi ni Ticha Ninja na siku ya leo tutakuwa live, na kama unanisikia una na kuiona skrini yangu katika kifaa chako cha kunisikiliza, naomba komenti namba moja kama unanisikia na kuiona skrini yangu katika kifaa chako cha kunisikiliza naomba komenti namba moja. Na katika live hii tunakwenda kuzungumzia zana nzima ya neokolonializi pamoja na Andri. Hii ni topic kwa wanafunzi wa

za kuweza kuzichukua kwa Afrika ili kuweza kuepukana na moto ya neo colonialism. Comment namba moja kama unanisikia na kuona skrini yangu katika ki moja kwa moja twende tukaangalie zana ya neo colonialism. Ukisema neo colonialism tunamaanisha kitu gani? Kwanza kabisa, neo zana ya neo colonialism, koloni mamboleo. Kwanza tokea kama hizi old colonialism koloni mkongwe aliweza kutokana na ubepari kuendelea mataifa ya Ulaya ya Ulaya ilikuwa linaraha hangaika katika ku na fursa za raw material market area for investment area for settlement cheap labor vitu vyengine, Marx akatabiria kwamba kwa hali ilivyo katika mataifa ya Ulaya nchi za Kiafrika au bara la Kiafrika moja kwa moja litakwenda kutawaliwa, na baada ya kutawaliwa litakwenda kujikomboa, lakini baada ya kujikomboa, bara hilo litatawaliwa tena kwa mfumo wa kitawala

and even kwamba najulikana hapo kama ni hali ambapo nchi za ulimwengu wa dunia ya tatu zinakuwa na uhuru wa kisiasa, lakini zina zina zina zinaendelea kutawaliwa na mataifa oendelea hususan katika nyanja za kiuchumi, pamoja na nyanja kwa maana ipi? Ni kwamba uchumi ambao unatekelezwa katika nchi za umemilikiwa na hususan pale bali ambazo wana wanapozipeleka kwa ya Ulaya endelea bado stili inaendelea, hazizungumzi zile zilizoletwa na Afrika wa Kijuri wakati ule wa utawala wa kikoloni ambao utawala ya miati ambapo mba, mba, nchi mbalimbaliakomeza ukoloni huo baada ya kukamilika nchi za ya kujipatia uhuru, basi kulikuwa kuna baadhi ya nchi zilikuwa zinaendeleza fikra za ukoloni mkongwe katika mataifa yao na neo-colonialism just flag independence just ni wa bendera, lakini like, bado still nchi za Kiafrika ziko chini ya dominance ya mataifa ya Ulaya. Sasa twende tukaangalie the end of neo-colonialism Malengo ya ukoloni ukoloni mambo leo bado upo katika nchi za Kiafrika na umeanzishwa katika mataifa ya Kiafrika. Mataifa ya Ulaya hayakuondoka tu moja kwa moja katika mataifa ya Kiafrika kwamba nchi za Kiafrika, sasa tayari uhuru wenu umeshaupata Endelezeni nchi zenu. just Walian, waliandaa mfumo maalum wa kuweza kuzifanya nchi za kiafrika ziwe chini ya utawala wa mataifa mataifa ya Ulaya na kuweza kuendeleza unyonyaji wa rasilimali upatikanaji wa market na vile vile katika upatikanaji wa areas for investment kwa mataifa ya Ulaya.